Lawyers Environmental Action Team yani LEAT kwa kushirikiana na WWF Tanzania na Mpingo Conservation Development Initiatives imepata ufadhili kutoka serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia ufadhili wa Umoja wa Ulaya kwa ajili ya kutekeleza mradi wa mbinu jumuishi za kuboresha mnyororo wa thamani wa nishati ya miti. Kwa hiyo, katika huu mradi una output tatu kama nilivyoelezea. Output ya kwanza inahusiana na masuala ya kusaidia zile wale wanaita beneficiary kwa masuala ya vifaa mbalimbali ambavyo vinaweza kuwasaidia katika shughuli zao. Siku ya leo katika mkoa wa Morogoro, kumekuwa na ufunguzi wa mafunzo kwa wahifadhi wa TFS wanaosimamia ugani na uenezi. Tunatekeleza mradi wa ambao unafadhiliwa na Umoja wa Ulaya. Ni mradi wa miaka mitatu ambao unaitwa Integrated Approach for Transformation of Tanzania Fuel Wood Value Chain, kwa Kiswahili mradi wa mbinu jumuishi za maboresho ya mnyororo wa thamani wa nishati miti hapa nchini. Ni mradi ambao unafiti kwenye programu nzima ya nishati safi ya kupikia. Na ni mradi ambao unatekelezwa katika mikoa sita kwa maana ya Dar es Salaam, Pwani, Tanga, Morogoro, Tabora na Mwanza na halmashauri kumi na saba kufanya kufadhi mpingo na maendeleo tukishirikiana na shirika la LEAT kupitia huu mradi wa kuongeza mnyororo wa thamani katika mkaa ambao unasimamiwa na WWF, tunatoa mafunzo kwa wasimamizi wa misitu misitu um, ya, ya serikali ambao ni Tanzania Forest Service au TFS. Na mafunzo haya ni moja ya kazi zilizoko katika huu mradi ambao ni katika kutoa mafunzo kwenye masuala ya ugani, kwenye masuala ya uhifadhi wa misitu, lakini mafunzo ya muda mfupi mfupi kwa maana ya refresher courses, kimsingi ni za msingi sana, hasa katika kipindi hiki ambacho maendeleo ya sasa ya teknolojia ni makubwa sana. Kwa hiyo ni wapongeze TFS na uhamasishaji kwa kuweza kuliona ni la msingi ili kuweza kuwajengeni uwezo ili na nyiye mweze kwenda kuwajengea uwezo wale wananchi ambao tunafanya kazi nao kwa karibu. Hongereni sana kwa hili. hata wananchi wa kawaida kwenye yale maeneo ambayo tumeshindwa kuyafikia, au hatuendi mara kwa mara, au hatuyafanyii patrol, au hatuonyeshi kwamba tupo. Unajua, hata lile gari likipita tu hivi, yani likipita saa, jamaa hapo huu msitu anajua kwamba upo, unafika hadi huku.